Mzunguko wetu wa saba na wa mwisho. Tunamshukuru Mungu kwamba ametufikisha hapa tulipofika leo, kama alivyosema mhubiri wetu kwamba tulisubiri siku hii kwa hamu, kwa hofu na kwa maombi, kwamba Mungu atuwezeshe ili tuweze kuifikia siku ya leo, tusiwe na kuahirisha wa kusukuma mbele kwa sababu litamani kwamba jambo hili mzunguko uishe mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Tunamshukuru Mungu kwamba umefikia umefikia mwisho, na katika kila mzunguko, kila mahali nilipata nafasi ya kusema mambo machache, nilipata nafasi ya kusema mambo machache kuahusia wenzetu lakini ni kama sehemu pia ya kujikumbusha sisi sote yale ambayo tunakuwa tunaweza kuyazungumza, na kila wakati nilishangaa sana neema ya Kristo kwa kupitia Roho Mtakatifu, utakuta kila mahali mambo ambayo mhubiri, wala tukiwasiliana, anayagusa, unakuta kwa siku hiyo, na mimi nilikuwa nimeyaandika, na niliahidi kwamba tutakapomaliza mizunguko huu nitawapa hotuba zao ambazo nimezianza tangu tarehe saba mwezi wa kumi na moja kule Lupembe, tukaenda kule Makongolosichunya, tukaja pale Chimala, tumeendelea Kidugala, tumeendelea Lebula, Makambako, eh? Na sasa leo tunamaliza. Kwa hiyo hotuba zote saba zipo katika kitabu hiki ambacho niliahidi kwamba leo nitawakabidhi. Kwa hiyo nitawakabidhi Nimeandika mambo mengi, lakini hapa nataka niseme mambo machache sana. Na jambo ambalo nataka ni wakumbushe ni wakumbushe, kuna jambo moja ambalo wana saikolojia wanalisema sana. Kuna ukweli mmoja wanaozungumza kuhusu mwanadamu, wanasema, wanadamu hawa ambao tunakabidhiwa kuongoza au tunao kwenye familia zetu au kwenye ndoa zetu, kuna jambo moja. Anasema mara nyingi mwanadamu ana tabia ya kutamani asichokijua na kutothamini anachokijua, yaani anatamani kitu asichokijua, halafu anakidharau kile anachokijua. sasa kwa nini natokea hivyo? Sababu mojawapo wanaoitaja kwa nini natokea hivyo, sema kwa sababu unachokijua kinakuwa kiko karibu na wewe, halafu kinatengeneza mazoea, kinatengeneza mazoea. Kwa hiyo kisha kizoea kitu, unaanza kuona kama hakina thamani hivi, unaanza kuona, sio kwamba hakina thamani, unaanza kuona kama hakina thamani au unapunguza thamani lakini wakati mwingine anasema kuna ulimbukeni, ulimbukeni wa kuona nje bila kuona ndani. Kwa mfano, mtu ambaye anakuwa na ulimbukeni anaweza kuona mtu akampenda sana kwa sababu hamjui, kwa sababu hamjui na hajui hasira yake, hajui eh, hajui tabia yake, haoni hata familia yake, hajui siri zake anaweza kuwa amebeba siri, hajui hata madeni yake ya yana, hajui yake yaliyonayo, anamsifia tu, hajui mapungufu yake, ila naona tu kwamba hiki kitu kizuri kinapendeza basi. Lakini pia shetani ana mtindo wa kuharibu vitu vya thamani na kumwingiza mtu katika kupenda vitu visivyo vya thamani au kudangaji. Hiyo ipo kila mahali, hata hata kwenye ndoa. Kwa mfano kwa mfano, unakuta katika hali hiyo, mtu anapenda, anaona kazi ya mwenzake ni nzuri kuliko ya kwake. Yaani anaona kazi ya mwenzake ni nzuri kuliko ya kwake. Watoto wa jirani ni wazuri kuliko wa kwake, na wakati mwingine anasema, yaani huoni huoni watoto afu, watoto wanasema, ungejua ungejua, hao watoto wanaowasifia sisi tunavyowajua ni afadhali yetu sisi ipo yani ipo ina ipo kabisa alafu anasema kiongozi wa jirani anaonekana mzuri kuliko wa kwake yaani kiongozi wa jirani kumbuka siku moja siku moja nimekutana na washirika mahali fulani wakasema yaani wewe ungekuwa askofu wetu yani wewe ungekuwa askofu wetu yani yani wananitamani ungekuwa <laughs> askofu wetu kwa sababu hawajui udhaifu wangu hawajui vipawa yangu kwao wanatamani kuona mali ya mwingine labda ni nzuri kuliko ya kwake. Kuona uhusiano wa watu mitandaoni ni wa thamani kuliko hata watu waliokaa nao karibu, ndio wanavyodanganyika. Kwa kifupi, anaona kitu cha mbali, anaona kizuri kuliko cha karibu. Hiyo ni, ni, ni, ni kitu kinachotokea kinacho sasa kwa nini najaribu kuangalia, najaribu kuangalia jambo hili. Najaribu kuangalia jambo hili katika maeneo mawili. Eneo la kwanza najaribu kuliangalia ndani ya kanisa. Eneo la pili ndani ya ndoa. Na nitagusa yote kwa kifupi. Mtakao barikiwa kupata kitabu hiki na kama kitahitajika basi nitawaambia je, ni aviweke pale elimu ya Kristo mtu aweze kuvichukua. Kwa sababu gani sasa kinachoweza kuonekana Najua hata watu mara nyingi wanampenda mtu kwa vipawa kwa muonekano. Vipawa na muonekano ambavyo wanasema si vya kudumu, anapoingia navyo mtu anasema, kama ni kwenye ndoa, hivyo vitu huwa vinabaki mlangoni. Mkishaingia kwenye ndoa, hivyo vitu huwa vinakoma, vinabaki vile vya kudumu, ambavyo ni tabia, ambavyo ni tabia hiyo ipo hata kwenye ya mitu. Yaani, mtu naweza kwa sababu ya vipawa vyake, kwa sababu ya mwonekano wake, lakini mtakavyoendea ukaa vinabaki nje. Vinavyobaki sasa ni ile tabia halisi ya kumuona mtu katika uhalisia, ya kumuona mtu katika uhalisia. Sasa nikianza kwa mfano, nianze mfano kwenye ndoa, maana inatuhusu wengi tu kwenye ndoa. Kwenye ndoa kuna watu ambao wamewazoea wenzi wao halafu wakaanza kuwatamani we, watu wengine nje, awe ni mwanaume au ni mwanamke, anamtamani mwingine nini, anaona yule kama hana stresi, yule kama mzuri, kumbe hamjui. Sasa huyu wa nyumbani, kwa sababu amejua hasira zake, amejua udhaifu wake, amejua kila kitu anachoweza kukijua, anaona kama amepungua thamani, lakini ukweli unaobaki anadanganyika anadanganyika kama ningetaka nikupeleke, mwana saikolojia mmoja alisema uelewa huo, uelewa huo kwenye mapenzi huwa unadumu siku tisini na tatu yaani miezi mitatu na siku tatu. Anakuja kugundua kwamba ameangamia. Anajua sasa, sitaki kuingia huko, lakini nataka nirudi tu kwamba katika asili ya binadamu ndivyo inavyotaka, lakini ndivyo inavyo inavyotupeleka, lakini sivyo inavyotakiwa. Sasa nini ambacho kinaleta thamani, ambacho unaweza ukafanya ukatunza thamani ya hicho kitu cha zamani kiendelee kuonekana kwamba kipo, kina thamani yake? Moja ni kumshukuru Mungu kwa kile ulichonacho. Nasema ukimshukuru Mungu kwa kile ulichonacho hutadanganyika. Cha pili, anasema kipende ulicho nacho. Kipende ulicho nacho, yaani kama ni watoto, kama ni mwenzi, kama ni kazi, ipende ulio nayo. Asema amini kubwa, e, amin kubwa. <laughs> Lakini pia anasema utafakari. Bahati mbaya hapa nimeandika kumbe, mtakachukua kitabu changu hapa. Baada ya kusema kumbuka, kimekusaidia vipi siku za nyuma yaani kabla hujafikiri vinginevyo. Yaani kama ni mwenzi, unaangalia amejitoa kiasi gani mpaka mlipofika, mmekwenda wapi, mmezunguka wapi, mmefanya nini, na wakati mwingine mpaka mnafikia hapo, kuna vitu ambavyo amevifanya mpaka mnafika hapo, alafu unakuja kuanza kudanganya. Ukikumbuka hivyo, anasema hiyo itakufanya uweze kuahirisha maamuzi yako kama hujapotoka, lakini pia anasema muombe asema huwezi kumdharau mtu na imuombea, lakini mrudisha ukaribu. Pia funga milango ya tamaa kwa sababu mwanadamu hujengewa tamaa kwenye fumbo ambalo hajui. Upande wa giza inamjengea akili picha akilini ya kitu kisichojulikana kuonekana ni kizuri, bora, kinang'aa na kuvutia na kile kinachojulikana anakiona kama dhaifu, kina kasoro, na anaona kama ni cha kawaida, kama ni cha kawaida. Sasa ili na huyu upande wa pili, ili kutengeneza thamani, kutengeneza thamani upande wa pili, kama ni mimi, kutengeneza thamani kwa mwenzi wangu ni kuishi kwa ile matakwa na mategemeo. Sasa hiyo inaweza kwenda hapo mpaka kwenye nafasi za uongozi lakini hapo nimezungumza tu kwenye kwenye ndoa, ambapo kuna hitaji tabia za kuvumiliana, kufahamiana ili kuweza kutunza thamani, kuombeana, kusaidiana na kuthaminiana. Lakini kwenye kanisa kwenye kanisa kwenye kanisa nimejifunza ukikutana na migogoro kwenye ushirika, kwa kawaida huwa mgogoro kwenye usharika na mtumishi, kwa mfano, kwa mara nyingi unakutokea kwenye makao makuu ya usharika. Kwa nini? Yani unakuwa kwenye makao makuu ya usharika. Nimewahi kufika ushirika mmoja, mpaka mitaa inayobaki, nasema basi, kama mtaki mchungaji, mleteni kwenye mitaa mingine, akae kwenye mitaa mingine nini. Yani, hawa wa makao makuu ya usharika wamejenga ukaribu, wanamwona mchungaji ni wa kawaida tu wanafahamu madha, madhaifu yake. Sasa badala ya kusaidiana, manake hatuzungumzi kwamba hawe dhaifu, naweza kuwa ana udhaifu wake, lakini baada ya kuzungumza kwamba wanamsaidiaje wanam wanamuombeaje wanambebaje wanambe wanafikia tu afadhali yaondoke, wale wasiomfahamu kule kwingine wanasema mleteni kwetu, ni makao makuu ya, ya, ya, ya usharika nayo. Lakini pia lakini pia ukitoka, eh, umesema jimbo la wa jimbo la, la Makambako, umesema anapokea jimbo la makao makuu. Ukiwasikiliza watu wa majimbo mengine, na wewe kusikia siku moja, wanasema basi mngehamisha maaskofu wao wanakaa majimboni kwetu. Sasa sijui walikuta mnafanya nini, sijui kwa mnafanya mimi sijui, lakini nisikia wanasema hivyo. Sasa yeye naonekana mmezoea sana kuwa na askofu. Wala wakati wangu, sije kufikiri mimi kaanza kufikiri fikiri ni wapi, ah. Ila siku moja nakumbuka elfu mbili na kumi na sita Mzee Mengele tulienda Mtande. Kule Mtande Chunya. Halafu washarika wakatandika kanga tangu barabarani mpaka kanisani tukawa tunakataa kukanyaga, wakasema msipokanyaga hamna ushirika na sisi. Hiyo imetutokea tena mwaka huu na mkuu wa kanisa alipata tabu sana; alitandikiwa kanga. Akasema, jamani, sijawahi kutandikiwa kanga Dar es Salaam na kuja kutandikiwa jimbo la Chunya. Mzee Mengere nakumbuka akasema, aisi, tujibakie huku huku. Kule wanaturushia mawe. Kule jombo wanaturushia mawe alafu. Kule jombo wanaturushia mawe kwa wanatutandikia kanga. Ila sina uhakika tungebaki kule tunge zingefika siku, zingekuwa siku tisini na tatu. <laughs> Wangetuzoea, wange halafu siku tisini na tatu katushia mawe, mi sijui, mimi sijui. Lakini hoja yangu, hoja yangu katika siku ya leo, na hoja mbili tu, hoja mbili tu utaka kusema, hoja ya kwanza nataka niseme hivi, jimbo la Njombe ndio mmekabidhiwa kuwa mfano wa kutunza nayo, sisi ndio mfano. Kwa hiyo, mkuu wa jimbo la Njombe una kazi kubwa sana kwenye jimbo lako la Njombe. Jimbo lijue nafasi kwamba ndio limebeba makao makuu na linabeba na linakuwa mfano kwa majimbo mengine. Ukaribu wa kuwa na ofisi kuu isiwe sababu ya wengine kuona kwamba kule tuna wavuta kuni eh. Tusiwe wavuta kuni, tuwe wachochea moto, tuwe wachochea moto. Na mimi najua inawezekana, kwa sababu wakati mwingine amesema vizuri kwamba tambua tu wanaovuta kuni ni akina nani. Sio wengi, yani wanaovuta kuni unaweza kuwa ni mtu mmoja wawili tu. Tumsaidie anayevuta kuni, ili tusonge mbele kabisa tusonge mbele, na kwa jimbo afanye kazi, afanye kazi kwa furaha na amani, akitumia vipawa vyake alivyonavyo. Amemzungumzia ame, ame, ame mambo mengi ambayo amemzungumzia. Tangu anaanza kazi hapa amemzungumzia mambo mengi, lakini hataweza peke yake, hataweza peke yake. Ni sisi kumbeba au kuwabeba. Na mzee Ngole, Mzee Ngole, najua ulivyohamasisha, ulivyohamasisha idara ya wanaume kule Ilembula, nafahamu na mhamasisho na wako ulisababisha halmashauri kuu ikakupa mkuu wa mwenyekiti kwa mwenyekiti wetu wa idara ya wanaume. Naamini hata Njombe utatuamsha wanaume ili tuweze kusimama kwenye nafasi yetu, tusije tukaonekana wanawake wakasema sisi ndio tunaovuta kuni f sisi tuonekane kwamba ni wa kwanza wachochea kule kabisa kabisa. Lakini jambo la pili nizungumzie kwenye swala la ndoa, tuna changamoto kubwa sana kwenye swala la ndoa. Hilo nilozungumza la, la ukaribu na kuona ndoa ni kitu cha kawaida, linazidi kupamba moto sana katika jamii tunayokwenda nayo sasa, linazidi kupamba moto mpaka imefikia mahali ambapo kuna vitu vinazaliwa ndani ya nchi vilianza nje ya nchi, sasa vinakuja ndani ya nchi. Kuna vitu vinazaliwa, watu wanatamani wasiwe chini ya ndoa, na hiyo imeonekana sana ina, inapamba moto kwa wanawake vijana, hawapendi kuwa kwenye ndoa, wanatamani kuwa huru, kuwa singu, kuwa singu. Haa. Anachana na single mother ambaye hajaolewa, lakini mtu anakorofisha ana, ana, ana ndoa ili atoke, yaani anamuudhi mwanaume ili apate sababu ya kutoka, alafu awe single. Kama kuna watu wanakudanganya, niliona kwenye gari moja nyuma ya, ya lori wameandika ya hivi, wanakupenda kwa sababu uko kwa mmeo, ukiondoka wanakutelekeza. Kwa hiyo, una kazi, kwa hiyo unakaa, wanakupenda kwa sababu uko kwa mmeo, ukitoka tu wanakutelekeza, hawataki majukumu, au wanaokudanganya. Kwa hiyo usidanganyike, hebu tutunze ndoa, tutunze familia. Kwa hiyo nataka kusema una kazi wewe na watumishi wenzako wa kuziondoa ndoa, ndoa kuziokoa ndoa ambazo zimeingiwa na hicho kirusi cha kuharibu ndoa. Baada ya kusema haya niwatakie kila laheri na baraka za Bwana katika utumishi mnaoanza leo. Na ninyi, wewe ni mkuu wangu wa jimbo. Wewe ni mwenyekiti wangu wa wanaume. Tutafanya kazi pamoja na wewe. Mungu awabariki.